Naitwa Dr. Peter Richard Kisenge, ni daktari bingwa magonjwa ya moyo lakini ni mkurugenzi mtendaji wa Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete. Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete ikishirikiana na Arusha Lutheran Hospital. E, tumekuwa na kambi maalum ambayo imeanza tangu tarehe 29 na itaishia tarehe tano. Kambi hii ni kambi maalum ya ufunguzi wa hospitali ya Arusha Lutheran Center kwa kushirikiana na JKCI. Kama mnavyofahamu eh, JKCI itakuwa inaendesha hospitali hii ya Arusha Lutheran Center kwa miaka 20. Tumeingia makubaliano maalum ya kushirikiana na wenzetu wa Arusha Lutheran Center kuendesha hii taasisi. Taasisi ya moyo eh, moja ya malengo yake ni kuhakikisha inawafikishia wananchi huduma karibu pale walipo itakuwa ni e, matatizo ya moyo na mambo mengine yanatibika hapa hapa. Ukiwa na matatizo ya moyo unatibiwa hapa na masuala mengine yanatibiwa ya, ya hapa hapa ili kupunguza e, e, wagonjwa kwenda sehemu mbalimbali. Kambi hii tangu tuanze e, sasa hivi tumeshaona wagonjwa mia tano na katika hao wagonjwa mia wako wagonjwa 15. Eh, tumeona watoto 36 katika kambi hii na katika hao watoto 36 watoto watatu watapelekwa katika hospitali ya Jakaya Kikwete kwa ajili ya kuzibwa matundu ya moyo kufanyiwa operation kubwa na kufanyiwa operation ya tundu dogo kuzibwa. Na huduma hizi ambazo tumezitoa hapa, tumeshirikiana na wenzetu wa Medical Store Department. Eh, watu wanafanyiwa vipimo vya moyo vya echo na ECG bure bure kabisa, hawalipi. Na siku ya kesho, ambayo ni siku ya tarehe moja, tumeipanga siku eh, maalum kwa kuwapima uh, waandishi wa habari wa kanda ya kaskazini, wahariri na waandishi wa habari, na zoezi hili litaendeshwa na mimi mwenyewe Dr Peter Kisenge pamoja na madaktari wengine mbalimbali mbali wa Arusha Lutheran pamoja na wa Taasisi ya Moyo wa Jakaya Kikwete. Naomba nichukue fursa hii ya kuwaalika waandishi wa habari wote wa Kanda ya Kaskazini. Na kwa nini waandishi wa habari? Kwa sababu wao ndio watatumia kalamu yao kuelimisha jamii. Taasisi ya Moyo in, kwa mwaka wa 2026 Tumejipanga kuzuia watu wasipate magonjwa ya moyo, na njia moja wapo tutawatumia waandishi kwa kutoa elimu ya lishe, elimu ya kutovuta sigara kwa wingi, elimu ya kutokunywa pombe kwa wingi, lakini uzito uliokithiri. Kwa hiyo tukiwafanyia vipimo uh, waandishi wa habari, hiyo siku ya kesho tutakuwa tumeokoa vilevile watu wenye matatizo Mingi, kwa sababu waandishi watajionea wenyewe kwa vitendo na wataweza eh, kujirekebisha. Majina naitwa Dr. Gudul Kivuyo. Mimi ni daktari bingwa wa upasuaji ambaye nimekuwa hapa Arusha Lutheran Medical Centre zaidi ya miaka kumi. Kwanza kabisa nianze kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu serikali ina sera kupitia Wizara ya Afya kufanya kazi pamoja na taasisi za kidini. Taasisi hii ya Arusha Lutheran Medical Center ni taasisi inayomilikiwa na Kanisa la Kiinjili la Kiluteri la Tanzania, Diocese ya Kaskazini Kati. Diocese hii ambayo inaongozwa na Baba Askofu Godson Abel Moleli. Mwezi Novemba 2025 taasisi hii imeingia makubaliano ya kufanya kazi na Jakaya Kikwete kwa miaka ishirini. Malengo makubwa kabisa kama taasisi nyingine zote za afya kwanza ni kuleta huduma za afya kwa wagonjwa a, kwa wananchi karibu. Lakini jambo la pili ni kuboresha huduma ambazo zinatolewa hapa Arusha Lutheran Medical Center. Kama alivyoongea mkurugenzi wa JKCI, huduma ya moyo itaongezwa hapa, na hii taasisi imekuwa imedhamiriwa iwe ni one stop center kwa ajili ya uchunguzi na matibabu ya moyo, lakini sambamba na hilo huduma nyingine zote kama huduma za mifupa, huduma za upasuaji wa jumla, huduma za magonjwa ya ndani, huduma za watoto, maabara, famasi na radiolojia za mionzi zitaboreshwa kwa kuweka mitambo ya kisasa, CT scan ya kisasa, MRI ya kisasa, mitambo mingine ya cathlab kwa ajili ya moyo, vitaboreshwa kwa. Haya yote yatafanya huduma za afya zinazotolewa hapa ALMC kuboreka zaidi na mipango imeshaanza na kutake off rasmi kuanzia tarehe moja mwezi wa kwanza 2026. Kuanzia tarehe 29 Jumatatu iliyopita tumekuwa na kambi ya moyo ambayo imeanza hapa, itaisha Jumatatu tarehe tano wakati huu ushirikiana na JKCI na MSD. Kuna huduma za uchunguzi wa magonjwa ya moyo bure na pia kupewa matibabu bure. Kwa hiyo tunawaalika wananchi wa karibuni pembezoni mwa mikoa ya Arusha na Arusha yenyewe waweze kupokea huduma hizo na pia kwa ajili ya kuchunguza afya zao.